Mhashamu Babaskofu mkuu Juda Thadei Ruwa'ichi, askofu mkuu wa jimbo kikuu Katoliki la Dar es Salaam, Mhashamu Baba Skofu Stefano Msomba, askofu wa jimbo Katoliki la Bagamoyo, Mhashamu Baba Skofu Henry Henri Mchamungu, askofu msaidizi wa jimbo Kikuu Katoliki la Dar es Salaam Waheshimiwa sana mapadre, watawa wa kike na wa kiume, waheshimiwa spika, mama yetu Ana Makinda, spika mstaafu wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waumini wenzangu, ndugu na jamaa, na taifa la Mungu Kristo. Kristo. Tumaini letu Yesu. Mimi niliyesimama mbele yenu kwa niaba ya familia nimesimama kwa ajili ya kutoa shukurani kwa niaba ya familia yetu. Mimi naitwa Solomon Subira Sabuni, ni mtoto wa nne katika familia ya katekista Stefano na mama Loisi. Padri Sabuni yeye ni mzaliwa wa kwanza baada ya dada yetu, dada Neema, anafuata Padri Sabuni, lakini anazo sifa mbili kuu. Ya kwanza, yeye ndiye mzaliwa wa kwanza wa kiume katika familia yetu, lakini pia katika ukoo wa babu yetu, kwa maana wa wajukuu wa kiume, yeye pia ndio mzaliwa wa kwanza kwa umri. Kwa hiyo, katika familia yetu baada ya dada yetu anafuata Padri Paulo marehemu anafuata dada yetu mwingine tuliyemzika elfu mbili na ishirini na moja Pendo Veronica, nafuata mimi. Kwa baada ya marehemu Padri Sabuni kufariki, mimi sasa nakuwa ndiye kijana mkubwa wa kiume katika familia. Baada ya kusema hayo, tunashukuru sana kwa maisha ya Padri Sabuni. Watu wanaweza kujiuliza alifikaje jimbo la Dar es Salaam? Alipokuwa na miaka kumi kumi na moja alichukuliwa na baba yetu mkubwa Emmanuel Mboje mwaka tisini na tatu kwa ajili ya kuja kufanya masomo na hatimaye akawapadi akiwa jimbo kuu la Dar es Salaam. tunakushukuru sana baba kwa kazi hiyo nzuri na kwa kazi ambayo umeifanya, wote wana jimbo la Dar es Salaam. Basi tunayo shukrani kwa makundi ya fuatayo. Mosi, tunamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Padri Paulo Sabuni kwa mema aliyomjalia katika maisha yake. Hili tunatoa shukrani kwa baba Askofu Mkuu sana Yuda Tadeo Suraichi, na msaidizi wake Askofu Henu ni mcha Mungu, kansela wa jimbo, ofisi ya uhasibu jimbo, na mapadri wote wa jimbo kuu la Dar es Salaam kwa matunzo yote mliompatia ndugu yetu alipokuwa na afya njema na hata alipokuwa mgonjwa. Mungu mwenyezi awalipe kwa ukarimu wenu huo mkubwa. Tatu, tunawashukuru mapadri wanadarasa wenzake wakiongozwa na Father Vincent Aidan, Vincent Mbezi, Charles Kayumba, kwa sababu hao walifika pia nyumbani miaka ile na wanadarasa wenzake wengine wote kuanzia mwaka elfu mbili na tano walipoingia nyumba ya malezi na hatua zote hadi kufikia upadri mwaka elfu mbili na kumi na nne na hata kuwepo pamoja naye angali mgonjwa na hata pale alipopatwa na umauti, walikuwa naye bega kwa bega. Asanteni sana sana mapadri wanaulika wa marehemu kaka yetu padri Paulo Sabuni. Nne, tunamshukuru padri Emmanuel Mbuya Paroko msaidizi wa parokia mtakatifu Ambrose Ipitielo, kwa kufanya kazi naye na, e, na ndugu yetu kwa kumjali na kumpambania hadi kifo. Shukurani hizi ziwaendee waamini wote wa parokia ya Ipitielo kwa kuishi na kaka yetu, Mungu awabariki sana. Tano. Tunatoa shukurani kwa waamini wote wa jimbo kuu la Dar es Salaam kwa kumpenda, kumpokea na kufanya naye kazi, hasa parokia za Mivumoni mivu, Tabata, Kisiwani, Manzese, Magomeni na Kitunda. Asanteni sana sana sana, Mungu awabariki. Sita, na mwisho ila si katika umuhimu Asanteni sana madaktari na wauguzi wa hospitali ya Apollo India, Dr. Prasadi na wenzake, madaktari na wauguzi wa hospitali ya taifa ya Muhimbili, wahudumu kutoka Damu Salama na daktari wake Arson Chua, na wauguzi wote wa hospitali ya Aga Khan. Mungu awabariki wa sana kwa kupigania uhai wa ndugu yetu na kaka yetu. Inakuwaje? Inakuwaje sasa? Inakuwaje sasa. Tunao neno moja la kumalizia. Wakati falsabuni anafariki, kuna watu wa karibu na mimi walipigiwa simu wakidhani kwamba mimi ndiye niliyefariki. Wengine kwenye magrupu ya kazini wakawa wanatoa pole, lakini sio mimi. nawakumbuka sana ndugu zangu wa Magomeni, tulipokuwa na upadilisho wa kule Mwambagole, Jimbo Kuu la Mwanza. Wapadili Barnabas Nturugu yuko pale, nimemwona. Watu wa Magomeni walinidaka sana pale, nadhani walidhani na mimi ni kama padili Sabuni, lakini sikuwa mimi. labda mimi tu ni Yohane basi Mbatizaji. Kwa hiyo tunaomba mtu akiwauliza kwa nini Mungu amemchukua mapema, mwambieni au waambieni kwamba mapenzi ya Mungu ni makubwa zaidi kuliko mapenzi ya mwanadamu. Raha ya milele umpe, e Bwana, Apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Ebwana, Padri Paulo Nsekela Mboje Sabuni apumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Ebwana, marehemu wote wapumzike kwa amani. Asanteni sana kwa kunisikiliza.